Tunaendelea na hadisi mwanangu, tupo mubashara kabisa, mubashara tupo hmm, mubashara kabisa. Mimi sasa, mi nataka usisahau kusubscribe hapo, una subscribe na comment na like, ukiraiki ndo tunaendelea na na, na na swaga na hadisi na, na, na za zamani hadisi, hmm, za zamani. Nataka nikusimilia hadisi nyingine ambayo ilianzia kwamba dunia haina wema, dunia haina wema. Ilianzia hapo, ilianzia hapo hadithi. Ah, ile niiyo kusimulia jana ile yeah, ya yeah, kwamba dunia haina wema. Sasa kuna nyingine sasa, ambayo dunia watu mpaka wakaamini kwamba dunia haina wema, walisema wahenga kwamba dunia haina wema, dunia haina wema. Sasa nikuhadishia sasa, kuna babu mmoja bana, alienda, alitoka hapa kwenda kuokota kuni, kuokota kuni kwenye mapori, kwa mfano kule milima ya Livingstone kama ile, unaenda kuokota kuni kule kule, Ikombe, Ikombe mbele ndani huko, unaenda kuokota kuni baada ya